fa inna shaitana yakulu biha wa yashrabu biha, kwani hakika ya shaitani ndiye anayekula kwa mkono wa kushoto na anayekunywa kwa mkono wa kushoto. Waislamu wengi tunajisahau sana, tunakula ama kwa mkono wa kushoto, na sana sana tunakunywa kwa mkono wa kushoto, kwa hoja ya kuwa mkono wa kulia umechafuka. Kwa chakula nikishika chupa ya maji nitaichafua, nikishika kikombe cha maji au cha juisi nitaichafua. Lakini tumesahau ya kuwa kikombe hata kiwe kisafi vipi, kikirudi jikoni kwa kinamama, lazima wakioshe na wakisafishe. Hadithi hii ameipokea al-Imamu Muslim kwa nambari 2019 na upande mwingine kwa nambari 2020 sunna ya mtume Muhammad kula kwa mkono wa kulia na kunywa kwa mkono wa kulia na sunna ya shaitan kula na kunywa kwa mkono wa kushoto wal'iyadhu billah wassalamu alaykum